Shukrani sana mtazamaji, kwa kuendelea kuwa nasi, karibu sana kwenye awamu ya pili ya dira ya Magwiji, na basi sasa tuelekee kule katika kaunti ya Kajiado tuangazie ile taarifa tuliyokuwa tumekueleza kuhusiana na ile makala ya tatu ya tamasha ya utalii ya utamaduni wa Maa, na hivyo basi tunaanza na taarifa kwamba usimamizi wa mbuga ya kitaifa ya Amboseli umekabidhiwa rasmi kwa serikali ya kaunti ya Kajiado, na hivyo kukomesha utata uliodumu kwa miongo mingi kuhusiana na usimamizi wake. Rais William Ruto akihudhuria makala ya tatu ya sherehe ya utalii wa kitamaduni ya jamii ya Maa huko Kimana, kaunti ya Kajiado, alitoa hati miliki ya mbuga hiyo kwa jamii hiyo kupitia kwa serikali ya kaunti ya Kajiado, akitaja hatua hiyo kuwa ya kihistoria katika kurekebisha ukosefu wa haki huku ikidumisha utamaduni na turathi. Alitahadharisha jamii hiyo dhidi ya kugawanya ardhi hiyo na kuwahimiza kuhifadhi mazingira na kuishi kwa amani na wanyama pori. Hivyo basi, mwanahabari wetu Ben Troy Njue anatuarifu zaidi. Makala hayo ya tatu ya sherehe za utamaduni na utalii za jamii ya Maa yaliendelea kwa juma moja, yaliandaliwa kwenye lango la mbuga ya kitaifa ya Amboseli huko Kimana, kaunti ya Kajiado. Rais William Ruto aliwaongoza viongozi kadha wa serikali ya kitaifa kwenye sherehe hiyo ya kila mwaka inayonuia kusherekea utamaduni na kuimarisha utalii. Ni hapa ambapo walitangaza rasmi kwamba serikali ya kitaifa imesalimisha usimamizi wa mbuga ya kitaifa ya Amboseli kwa jamii hiyo kupitia kwa serikali ya kaunti hiyo na hivyo kukomesha utata wa muda mrefu ulioanzia mwaka wa 1974. I, William Samuel Ruto, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces do hereby ordain, declare, and direct that the management of Amboseli National Park is hereby vested in the county government of Kajiado. Rais alipongeza jamii hiyo kwa juhudi zao za uhifadhi katika kutunza mbuga hiyo huku akiwatahadharisha dhidi ya kugawanya ardhi hiyo. The new semi-autonomous government agency that will manage Amboseli is not a political outfit. It is a professional institution for the people and it must remain so. Wakati huo huo aliwakosoa wale wanaoibua shaka kuhusu hatua hiyo, akisema kuwa jamii hiyo ndiyo inayofaa zaidi kuhifadhi mazingira hayo. Kama ingekuwa watu wengine, baada ya mwezi moja, ama mwaka mmoja ama mwaka mmoja na nusu wangesema Ruto ametudanganya, lakini nyinyi ni wavumilivu. Rais pia alisema kuwa hatua hiyo ya kukabidhi mbuga hiyo itatekelezwa kwa awamu, huku shirika la huduma kwa wanyama pori nchini likiendelea kutoa usaidizi wa kitaalam. Are the greatest conservationists. I have no doubt in my mind that Amboseli will be better than what it has been. Wakiishukuru serikali ya kitaifa kwa tunu hiyo, magavana wa kaunti tatu za eneo la jamii ya Maa za Kajiado, Narok na Samburu wakiongozwa na gavana wa Kajiado Joseph Olelenku walisema kuwa hatua wa hiyo itaimarisha riziki za wakazi. It took enormous courage. Because the, persuasion, the voices to the contrary the resistance both locally and internationally, required a man of deviance. Lakini ni kukuambia tu yale ambayo umefanya leo ni kubwa sana katika jamii yetu ya Kimasai. Siasa za mwaka 2027 pia zilishamiri kwenye hafla hiyo huku viongozi wa eneo hiyo wakipigia debe azma ya rais kuchaguliwa tena. Basi, your excellency, tumesema two jua ikiwa saa sita. Your excellency, jua ikiwa saa sita ni njia ya Maasai kusema mchana. Mchana vile umependa watu yetu sisi, tumesema ile mtu hayuko na sisi na, na, ile mtu hayuko na Ruto kwa hii kura, ni mtu apendi sisi. Kwenye hafla hiyo rais Ruto pia alitawazwa kuwa mzee wa jamii ya Maa.